Unaona, Biblia inasema kwa maana aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Maana aonavyo nafsini mwake, nafsi inamaanisha akili, maamuzi na hisia. Kwa hiyo, sehemu yote ukiona neno nafsi inamaanisha nini? Akili za mtu, maamuzi ya mtu na hisia za mtu. Kwa hiyo, hapo unaweza ukasema mwandishi alikuwa anasema maana aonavyo mtu akilini mwake ndivyo alivyo. Sasa kuna vitu nataka, nataka uvione hapa, bibilia haisemi ndivyo atakavyokuwa. Bibilia haisemi kuwa ndivyo alivyokuwa. Bibilia inasema ndivyo alivyo. Kwa hiyo bibilia inajaribu kusema kuwa kama akili yako inawaza a, na maisha yako yako a, yani kama, kama akili yako inawaza hela kiwango fulani, na ndo hivyo hivyo kwenye maisha yako unapokea hela ya iko kiwango. Kwa maana bibilia inasema mawazo yako yalivyo, akili yako ilivyo, ndivyo ndivyo maisha yako yalivyo. Kwa hiyo hali yako ya sasa ni sawasawa na mawazo yako. Hali yako ya sasa ni sawasawa na mawazo yako. Kwa hiyo kuna kitu kimoja hapo, unaweza ukaona, kama mimi akili yangu ilivyo, ndivyo maisha yangu yalivyo. Je, nikibadilisha akili yangu, akili yangu ikawaza ukuu, maisha yangu yatakuwaje? Maisha yangu yatakuwa makuu. Kwa hiyo kama mimi akili yangu itawaza vitu duni, basi na mimi maisha yangu yatakuwa duni, kwa maana neno la Mungu linatupa kanuni, na hii kanuni inasema hivi: akili yako ilivyo, unavyowaza sasa hivi, ndivyo na maisha yako yalivyo.